Haya, mtazamaji, karibu sana, tuendelee mbele basi katika episodi ya sita. Mimi naitwa Michael Ukindo, Mr. Informa. Burudani inaendelea mtazamaji bila shaka basi naamini kwamba uko salama kabisa. E, tukiendelea basi kuburudika katika tamthilia yetu bora kabisa Fall in Love. Nataka nikuambie mtazamaji haijalishi kama umewahi kuiona popote. Mimi basi nikiifanya na kuwa mpya kabisa. Aya tazama, binti alipokuwa amepata nafasi ya kuzungumza na Jiang Bai. Daktari bingwa huyo wa upasuaji katika moja Hangzhou, ya hospitali maarufu pale China. Leo alikuwa ameamua kufunguka mbele ya mtu Mtoto wa kike huyo anaitwa Jiang eh, Zhou Yu Chang akiwa, ah, anamwambia binti bana, mimi naondoka eh, naelekea zangu mbali kabisa. Lakini leo basi binti alipopata kusema naye alimuelezea mambo mengi kabisa yanayohusiana na yeye mwenyewe, na vilevile akimkumbusha habari za utoto wao, jinsi ambavyo walikuwa akijisikia vizuri sana wakati ambapo alikuwa mtoto mdogo, na alipokuwa akipata company ya bwana mkubwa. Bali nimekuwa nikitafakari sana E, ni wakati gani basi Mungu atanisababishia, atanibariki niweze kukua? Lakini leo basi e, nimeweza kukua, mimi ni mtu mzima sasa, hakuna kitu kingine chochote nisichokijua, kila kitu nakifahamu na namshukuru sana Mungu kwa kile ambacho amenibariki nacho. Mwambie usijali, mimi nitawahi ndege mapema kesho e, na basi kama utakuwa unatamani tuondoke pamoja, mimi nitachukua tiketi yako na ya kwangu pia. Ehe, basi baada ya hapo mimi na wewe tunaweza kuondoka hapa Hanzo. Eh, akamwambia soda ya leo E, mimi ndo nitakayelipa so najua tena mambo ya, ya chuo na nini. Mtu akilipa basi inakuwa raha kidogo e, akamwambia mimi leo ntalipa, e, siku nyingine wewe utaninunulia. Basi leo unaambiwa kakabai akiwa anashirikiana pale kupata kokakola ya pamoja e, na binti e, basi unaweza kuona jinsi walivyokuwa wakienjoy, lakini kabinti kaongo kanatudanganya, kamenyonya mrija he, soda ijafika mdogoni. Kanaona kabisa huyu mzee atakuwa na mimate, kwa hiyo kuna namna hivo Kanaamua ku, kuachana na mambo ya, ya kushirikiana na kakabai mm. Kakabai huyu sio poa, anaonekana e, kabisa ni daktari mmoja ambaye tangu amalize kusoma chuo mpaka anaingia kazini kusomea udaktari na mambo ya kuanza kufanya kazi na kila kitu e, kakabai hajaoa, inawezekana ya hali yake sio nzuri e, usimwamini sana e, basi ndio hivyo itekiwa uh, peke yake hostel ule. Anakuwa anawaza vitu vingi sana na tafakari mambo mengi sana mara, mara kwa mara anakuwa anafikiria e, vitu kadha wa kadha basi. Leo ndio ile siku ambayo e, kakabai aliamua kufungasha mizigo yake yote, fungasha mabegi yake na kila kitu. Lakini basi kumbuka, alishakuwa amemwahidi binti ya kwamba nina tiketi yako, ikiwa basi kama kuna uwezekano e, utakuwa tayari tuongozane mimi na wewe tu. Sasa binti amekuwa akihaso muda mrefu sana Leo sasa tayari kumekucha, unajuaga ni kawaida yake kukesha, anaweza akawa anasoma au anafanya shughuli, kazi zake nazo ni za usiku mwingi sana. Kwa hiyo basi akawa ameamka sasa, hapo anajishauri sasa, jamaa naye anajishauri, ah, ngoja nisimame hapa, labda pengine binti atakuja. Ah, lakini baadaye basi akaamua kuingia ile ni, ni taksi, akaingia ndani ya gari, gari hiyo ikawa inaa kama ambavyo unaweza kuona basi, yote hayo ikiwa inaendelea, mtazamaji e, hapa pia tunamshuhudia kijana naye ambaye basi tunaweza kusema e, kwa siku moja ama mbili hakubahatika kupata nafasi ya kuwa na binti baada ya kazi. Maana yake amekuwa na tabia ikifika baada ya kazi anaenda anamchukua binti anamtoa anampeleka out. Mara ya mwisho alimpeleka kwenye mabembea bembea yale e, sasa rafiki yake na binti amekuja. Huyu ni wako pamoja ni kama classmate wake. Mbia, vipi shoga yangu, unashangaa nini hapo? binti hata sio kwamba anashangaa, yuko kwenye mawazo mazito. Ha, eh, nimekutana na kaka bai alikuwa hapo nje ya shule. Anaondoka sijui. Sema basi chochote, na wewe umekaa kimya. Huyu shoga yake wanaishi pamoja huyu. Ah jamaa, huyu binti mjanja mjanja sana. Basi mara zote waga akiwa na kitu fulani, ataanzisha tu kama ka story kwa mbali hivi, alafu mwisho wa siku utaona tu kwa namna fulani, anasubiria sasa mwenzake atasema nini. Haya, wakati huo wa basi, angalia kakabaya akiwa yuko busy, kashafika airport, ndo anasepa zake namna hiyo kupitia gate namba tatu pale mm, yuko busy anavuta zake begi, anasepa zake. Binti yuko ameamua amfate huko huko ikiwezekana. E, kumbuka kwamba basi alishapata taarifa ya kwamba jamaa alikuwa hayuko mbali, lakini tena tunaiona basi ile ndinga kali ikiwa naingia katika hii campus hapa, ambapo basi wanafunzi wengi e, katika kipindi kama hiki wanakuwa wanazagazagaa kila pembe. hebu niambie vipi, mambo yanaendaje basi jamaa akiwa namsikiliza kumwambia ah, mimi niko niko hapa natembea tembea, binti na akamwambia hata na mimi pia niko katika pita pita zangu nikiwa nafanya mishemishe zangu, inakuwa kama tumekutana kwa bahati. jamaa akawa namtolea macho sasa, anashangaa huyu binti na maana mimi hajaelewa bado nataka nini. hey, kaka natamani apate haraka <tipi> wakati huo basi, upande wa pili kule Kakabai naye yuko bize katika kuhakikisha kwamba basi safari yake ndo inakolea, ndio inanoga yani, ndio kwanza yuko bize hataki kugeuka nyuma. Maisha lazima yaendelee, yeye kashaamua ndo hivyo tena. Unaweza kuona basi mpaka mida hii anajichelewesha chelewesha, mara angalie angalie saa mara afanye hiki. Yeye anatamani kuona hata binti tu labda anajitokeza au atatokea kwa mbali, lakini wakati huo tunaona kuna teksi moja ikawa inasogea sogea hapa katika eneo la tukio ama eneo husika taratibu uh, taksi ile ikawa inajivuta. E, unaweza ukaona teksi ile inajivuta polepole polepole pole dizaini hiyo, alafu binti baadaye tukamwona ameshuka akitoka mbio kwelikweli, anawahi pale e, katika airport ile. Naamini kabisa basi alikuwa anamwahi Kakabai e, kwa namna moja au nyingine e, anajaribu kumbahatisha kama ataweza kupata kuongea naye wakati huo, basi tunamwona kijana naye hapa e, inakuwa kama wakati anasepa sijui nini kilimuingia akilini akaamua kugeuza ndinga ile ili arudi. Sasa moyoni mwake kuna vitu vingi sana vinaongea. Unajua maisha yake tena, yeye ni mtoto wa kigogo, wana hoteli moja kubwa sana pale ya nyota tano. Kijana ndo ambaye anatakiwa aisimamie hoteli. Mara nyingi hanaga majukumu mengi, akishafika pale akisainisha akisaini saini pale makaratasi mawili matatu, yeye anaweza kaondoka tu akaondoka zake akaenda nyumbani e, biashara inawaletea chochote unachotaka uongozi pale Kukiwa na shida yoyote, basi anaitwa bosi pale, wanazungumza vikao vyao kama kawaida. Binti ndo amefika pale, anaambiwa yuko bizi, anakimbia kimbia kila mahali. Eh, jamaa naye anageuza shingo yake kila sekunde kwa ajili ya kuangalia, je, atamuona binti. Yani bado haamini, na maana huyu binti yani ndo kaamua kabisa. Kuna muda anaenda anasimama, tena au atakuwa anakuja, ni labda nitakuwa naenda haraka sana nini. Haya, kaka bai, huyo anavuta anavuta zake begi ile ya bye bye, huyo yuko spidi kulikweli. Sasa binti kafika hapa, angalia huku, angalia kule, haelewi sasa huyu mtu atakuwa kama amefika hapa, atakuwa amepita upande gani. Akawa sasa anajishauri yeye mwenyewe. Jamani, nitumie njia gani hapa kumpata yule kwa kabai sasa. Eh, akiangalia angalia huku na kule. Kila kigeuza shingo yake. Hana uhakika, jamani alishaondoka au bado yuko. Lakini kule nje mtazamaji inaonekana mwamba na yeye pia Yanthai hakuwa mbali, akaenda mpaka katika geti namba tatu. Mahali pa kuingilia basi, huyo haraka sana akawa nawai mule ndani. Jamaa anakuwa kama ana wasiwasi hivi, au sikute binti tena ameingia huko, alafu mwisho wa siku tena ikaja ikaleta shida hapa eh, nikakosa chombo changu hapa. Kama ambavyo unaweza kushuhudia mtazamaji, basi haraka sana jamaa akaanza kuangalia, je, kuna ndege ambayo inaondoka saizi, sikute binti ameshaondoka na ndege ya mapema. Geuza shingo naye, kila mahali anamtafuta binti. Hapo alipo, moyo wake wote ni kwa binti. Sasa akawa ni kama vile roho yake namwambia binti, kasha akageuza shingo, ile kugeuza namna hii eh, anajikuta anakutana face to face na binti namna hii, binti yuching huyu hapa eh. Sasa hapa hata binti mwenyewe ashaelewa kwamba ah, huyu jamaa bila bila bila mimi hawezi kabisa, hawezi inaonekana, hawezi kabisa kuwa okay. Basi akaondoka pale wakiwa wanaongea, wako wawili sasa baba yangu alipofariki huyu mtu alikuwa msaada mkubwa sana kwangu. E, watu walikuwa wakizoea kuni e, zodoa nikiwa shuleni e, wakinidhalilisha ni mtu ambaye alikuwa akinitetea mara kwa mara. Na ni mtu ambaye kutokana na kuwa upande wangu zaidi hadi walimu walikuwa wakimwadhibu zaidi kwa sababu walionekana kama ni mtukutu. Yani mimi kwangu namchukulia kabisa kama kaka, ingawa anajua kuwa basi hisia zake ni tofauti na upendo wa kawaida E, eh, lakini basi ah, kwa kujua kwangu tu kwamba leo ameondoka hii bwana inanifanya najisikia tu sana tofauti, yaani siwezi kukwambia niko tu sawa. Akawa anajaribu kumweleza ambia, kusema ukweli hiyo imenifanya nijisikie tofauti tu, kuna namna, kuna hali fulani inanipata na kuwa najisikia e, eh, tofauti sana. Basi akamwambia basi, ndio hivyo, ndio maana umeona mnikimbia mara moja e, eh, kwenda kumpokea. Akasema ah, basi mimi sikuwa najua yote hayo. Eh, lakini eh, kwa sababu sikuwa najua kwa nini umefanya hivyo hiyo. Eh, akamwambia basi, nimeelewa wewe ni binti wa tofauti, unaijali familia yako, unaishi simple sana alafu pia wewe ni mkarimu sana, mimi ninavyojua kupata mwanamke wa sampuli yako si rahisi hata kidogo, basi wakati anamwambia namna hiyo eh, binti naye akamwambia ni sawa kile unachoniambia akamwambia e, basi kiwa umeshaelewa mimi namaanisha kitu gani e, akamwambia ah, basi naamini kwanzia leo tutakuwa page moja. Kamwambia unajua pia sipendi nione mtu anahisia na mimi kwa namna yoyote ile, alafu labda pengine mimi naweza nikamwambia labda akaelewa kwamba tu mimi siwezi kuwa naye alafu nikamwache akaendelea kupata shida yani, akaumia hisia zake bila sababu zozote za msingi. Kwa hiyo ndo maana unaonaga mimi ni mtu ambaye nakuaga na maamuzi basi wakati alipomweleza vile, inaonekana kabisa jamaa alikuwa tayari amekwisha mwelewa, akawa anamsikiliza, lakini vile vile alikuwa mtulivu katika kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Kwa namna moja au nyingine, unaweza ukaona, basi binti alikuwa ameamua kuwa mwazi, kuwa mkweli, hakutaka kuficha chochote, lakini kumbuka, basi tayari alikuwa tazama hapa, hii ilikuwa ni siku nyingine nzuri sana ya furaha. E, kila mwanafunzi akiwa amevalia joho lake na yuko tayari kabisa kufurahi e, yuko, yuko tayari kabisa kuenjoy. Ilikuwa ni siku ambayo watu wako happy. Kama jinsi ambavyo unaweza kuona, basi kila mmoja akiwa yuko happy, na kila mmoja akiwa katika hali ya kuwa amevaa joho lake. Hii maana yake ni kwamba wote walikuwa wameshaamua kwamba leo tupige picha. Alipiga picha, picha moja kali kabisa e, picha ambayo basi inakwenda kuhifadhiwa katika fremu ya picha, basi wakawa wanafurahia. Jamani, haya, hatimaye tume graduate. Haya rafiki yangu, sasa tume graduate. Haya kunywa nawe kidogo hapo eh. Lakini aisee yale maisha eh, mtu asikwambie mambo ya kusoma chuo sio, sio mchezo jamani, mchijamani kuna wakati mambo yanakuwa magumu mpaka unatamani utoboe hata shimo chini. Na anakumbukaga, shoga yangu, wewe ulikuwa unaniambia unajinyima eti kwa sababu unafanya diet, kumbe ni hela tu. Sasa binti anajaribu kujieleza kwa staili ya tofauti kidogo, akiwa anamwelezea binti jinsi ambavyo anaenjoy Eh, baada ya kumaliza chuo akamwambia, unajua, kuanzia kesho eh, nafikiri nitaanza kuendelea kupeleka peleka barua ili nipate interviews. Unajua shoga yangu, hivi tulivyo hatuwezi kuendelea kuwa hivi hivi tu kila siku maisha haya, lazima tujitafute tafute tu. Haitakuwa muda mrefu, mimi ninavyokuelewa wewe. Ah, wewe kazi lazima utapata tu Mm, kwa sababu wewe unakuaga na, na bahati sana, yani unakuaga na bahati sana. Kumwambia ah, mbona leo unaongea maneno mengi hivyo? Hapana, si kwamba nimeelewa. Leo naamua kukuambia ukweli. Huo ndo ukweli. Wewe unakuaga na bahati kuliko hata watu wengine. Hebu goja nikuambie ukweli. Kama mimi ningekuwa ni wewe, yule kaka, jinsi anavyokutafuta tafuta vile ningemkumbatia yaani. Yani, yani, ningehakikisha hata usiku na kuwa naye. Ameniambia ukweli kabisa, ameniambia jinsi ambavyo anahisi sana kwako, kwa kwa wewe. Ameniambia kila kitu, mbio kitu. Mbio kwa, mbio na ameniambia nikionana na wee nikuambia ukweli mbio kwa kwa ni. Sasa Akamwambia hapana bwana, mimi haitaniuma wala nini. Kama unajisikia kuwa naye wewe kuwa naye tu, shida yangu eh? Mm, sasa unamwambia unajua, hivi watu wengi tu wanajua kwamba wewe na Yanfei ni kama vile mtu na boyfriend wake, yaani kwa sababu jamaa kila mara mimi najua kwamba wewe basi haukogo hivyo, sio mtu ambaye unakuwa na tabia tabia za ovyo ovyo. Kwa hiyo mimi nakuelewa wewe kuliko <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hebu nipatie CV yako niione. Kwa hiyo umesomea nini zaidi? Anasema hotel management. Uh, muda gani una uzoefu kiasi gani? Basi asante sana, siku nyingine tutakutafuta. Basi hii ilikuwa ni sehemu ambapo watu wanapeleka CV si zao, wanajaribu kutafuta bahati kwa kama watapata pa, kazi maha... eh, wataa basi. Eh, rafiki yake akamwambia, basi mi naenda uani kidogo, eh, wewe endelea, mimi ngoja niende kidogo kujisaidia. mm -hmm. Basi akawa nakatisha huku kwenye konakona hii mbosa kidogo, basi akawa amekutana na binti kule katika zile kwenye, kwenye ngazi. Hey. Ha? <laughs> Mtazamaji eh, huyu ndiye sasa ambaye anasimamia hoteli hii, anasimamia pia biashara ya wazazi wake katika hoteli. Kwa hiyo inawezekana pia kupata kazi kwa binti hapa ikawa rahisi zaidi. Hebu tukuulize, umeshawahi kufanya ja kazi kwenye hoteli hapo kabla? Baada ya kufanya majaribio. Kati ya wale watu waliokuwa wakifanya zile interview So, tunakupa hongera sana, umeweza kufanikiwa kufaulu hii kwa kuulizwa swali moja. <tiple> oh. Jamaa alikuwa amepoa zake pale, inaonekana kabisa jamaa amemtengenezea mazingira ili kusudi basi binti aweze kunufaika kupata kazi. Ah, eh, sasa akamwambia labda kuna kitu lazima kitakuwa kimetokea. Wewe sio rais, yani ukawa umekasirika tu. Ah, kwa hiyo ulikuwa unataka kitu kinitokee si ndio eh? Basi kwa taarifa yako unajua kila kitu ambacho utakuwa lazima umeshafanya. Mimi kuofa na. Kambia, lakini sasa ni ni kitu gani tena tena kinakukwaza, mbona ghafla tena umekasirika yani, hasira yako inatokana na na nini? oh, nilichokuwa najaribu kufanya ni kukusaidia, na si si kazi oh, kufanya umeshafanikiwa kumbuka. Mimi nachohitaji ni kukusaidia pia na wewe, ili uweze kufanya kazi, uweze kutatua eh, matatizo yako so, yeah. Yeah. Kambia, kwani nani ambaye amekwambia wewe unisaidie kufanya kutafuta hayo mambo yote okay. okay. uweku yeah. Mimi nawe ni marafiki tu wa kawaida, lakini kila siku unajifanya sijui nini yani. Kwani mimi unanichukuliaje? Eti kwa mfano eh? Nakuuliza, unanichukuliaje mimi kwani eh? Binti kawa mkali kinoma, kamwambia lakini yuchin, mbona kama saa zingine unakosea eh? au huruma yangu ndo inaoniponza mimi? Ukweli ni kwamba nafanya hivi kwa sababu nakujali sana wewe. Kwani kuna shida gani? Nafanya kwa sababu nakupenda Leo basi baada ya kumwambia ukweli kabisa kwamba anampenda na anafanya yote haya kwa sababu ya upendo wake kwake, binti sasa akaanza kujiongeza. Inaonekana sasa ile meseji ambayo jamaa alikuwa anaitoa hapa imeanza kumwingia vizuri. Basi walitazamana kwa sekunde kadhaa, waliangaliana kwa muda fulani

E, acha tu basi, amna shida kwa sababu nimeshafikisha hapa, nitaingia tu mimi mwenyewe ndani, amna shida, nitapeleka tu vitu mimi, haina ta <laughs> shida. Maji pia yapo, ukitaka kuoga unaweza kupata maji. Yani, unaambiwa jamaa kila kitu anaongea pale. Basi binti baada ya kila kitu akawa ameshapata kwamba, eh, okay, hapa ndo nitakapolala na kila kitu. Kaingia pale akiwa anafanya Haya, tafadhali pokea hizi, ndo kadi zako mbili kwa ajili ya chumba chenu kama mtakuwa na vyumba vyote. Haya, binti sasa alipata kazi akaenda kuwekwa mapokezi moja kwa moja, lakini simu yake siku nzima ilikuwa inaita Jamani mwambia, unaonaje? Yani imekuja kwa wakati sasa. Hebu panda basi Kimbingo. Twende, kuna mtu mmoja anataka ukaonane naye. Mwambia, mtu gani huyo? We, panda twende, uka Hasa binti anamuuliza, kwani huku unanipeleka wapi? Mbona sielewi? Eh? Uh, ah, Moise. Singa. Uh, nimeandaa meza kwa ajili yetu. Basi tayari ile mwanadada pale ambaye ni mhudumu alimpeleka mahali ambapo walikuwa wameandaa meza kwa ajili yake. Mama yangu leo anatokea Ulaya, anakuja. Kwa hiyo nilitaka wewe pia uweze kupata nafasi ya kuonana <coughs> naye. Sasa kama mama yako kwa anakuja, kwani kuniambia mapema? Unaniita tu ghafla ghafla, hebu angalia, hata sijajiandaa. Jamani, ndio nini hiki? Ah, aha, Yuchinga amefika. Haya, karibu sana. Basi Yuchinga akashangaa, wanamjua mpaka na jina kabisa. Sasa wanamkaribisha kwenda kukaa kama choma kukaa hapa kama ndugu tukijadili mambo ya familia, sidhani kama ni sahihi kuleta tu mtu yoyote tu kutoka huko mtaani aje kukaa na na sisi hapa mezani mama. Eh, huyu ni girlfriend wangu, sio mtu ilimradi tu. Lakini lakini una uhakika kwamba mwanangu, tunaweza kujadili mambo yetu ya yote hapa na yeye akiwepo? Mama mimi mimi mimi sasa sasa mimi ndio girlfriend wako eh? mimi wangu, sasa imekuwaje tena sahivi hauko na mimi sasa kijana aliposikia kwamba basi mama hamwelewi, akataka kuondoka na demu wake. Jamani, hebu niwache nyi muendelee na mambo yenu, mimi naomba tafadhali niwapishie. Binti ikabidi ya sepe. Sasa basi ikabidi afuatwe na mwanadada yule. Mezani akawa amebaki kijana pamoja na, no, na, na mama yake. Umeona bana. Jumaa? Sasa namuuliza vipi shosti? Eh, umeshindwa kuvumilia? Hebu ngoja nikwambie kitu. Unajua, si atufanani kimaisha. Yanfei hakupendi kivile, lakini vile vile nataka nikwambie, utajisumbua tu. Sasa huyu anayeongea hapa ni yule daktari Wanga, yaani yule binti yule ambaye ndio demu yake na jamaa. Na jamaa kashamkataa, lakini basi bibie huyu kwa sababu anapendwa na mama, amekuwa akijipendekeza sana kwa jamaa. Jamaa hana happiness naye kabisa, amekuja na demu yake, lakini huyu basi bibie mimi Wanga alikuwa akiona misisitizo fulani na misimamo yake fulani fulani ya ajabu sana na mambo kama hayo basi hatimaye, mtazamaji, tunakuwa tumeikamilisha episodi hiyo ya sita kama kawaida e, na kukaribisha sana mtazamaji, tukutane katika episodi ya saba. Burudani, nataka nikuambia lazima iendelee, na nimekuandalia season nyingi sana kwa ajili ya Eh, kwa ajili ya mwezi wa tano, na nataka nikuambie ni season kali kweli kweli kwa namna yoyote ile eh, nina imani kwamba season hizi utazipenda sana zitakuvutia sana eh, na vile vile pia kuna mambo mazuri sana katika hizo season ambazo nimekuandalia kwa mwezi wa tano, yaani mwezi wa tano kila baada ya wiki mbili inabidi upate season mpya. Na nilikuwa natamani niwe na kasi ya kutosha, kila wiki huwa unapata season imekamilika, lakini sasa hiyo itakuwa ni speed ya jet. Eh, unajua tena eh? Kwa hiyo mtazamaji, basi karibu sana tukutane katika episodi inayofata itakuwa ni episodi ya saba. E, picha yetu ni mpya lakini tayari tupo katika episodi ya sita. Kwa hiyo basi sasa itakayofata ni ya saba. Wakati wote utashangaa tayari tumeshaangalia angalia episodi kumi. Ni kisa kizuri sana cha mahaba kinaitwa Fall in Love. Asante, tukutane kwenye episodi inayofata.